Habari ndugu wapenzi watazamaji wa vipindi vya ufugaji bora TV. Kwa majina naitwa Baraka Jojo Udoba, mimi ni fundi wa roku Kej, na ni mfundi wa mabanda ya kuku ya kisasa. Sasa leo tumekuja kuzungumza swala ambalo linaweza kutusaidia sisi katika ishu nzima ya ufugaji. Nafikiri wengi tunafuga kuku na wengine tuna ndoto za kufuga kuku, isipokuwa sasa hatuna zile ABC za ufugaji kwa sababu watu wengi wameshakuwa wakifuga kuku ambao tukiwaona kama ndio role model wetu, na pia tumeona kuku wengi wakifa kwa magonjwa ya mlipuko, kuku wakifa, wengine wakidumaa, vijana wa kazi wakisumbua. Kwa hiyo unakuta hiyo mojawapo ya sababu ambazo zimesababisha aa, wengi kutokuendelea katika ishu nzima ya nini ya ufugaji. Sasa leo mimi nikutoe hofu, alafu pia nikwambie. Kwanza ziko sababu za wewe kama unahitaji kufuga kufuatilia mambo kabla haujaanza kufuga kwamba jaribu kufanya research kwamba katika ufugaji huu nikianza kufuga leo hii, vitu gani vya msingi vya kuzingatia ili niweze kuvuka katika hii hatua ya ufugaji. Ya kitu kingine pia, kama unahitaji kufuga, pata ushauri kutoka wa kwa watu ambao wameshafuga ila kwa njia ya kisasa. Usiishi tu katika ushauri wao, pia na wewe zidi kuongeza na ushauri wako. Sasa ufugaji wa sasa ambao tunaofuga tunafuga kwa njia ya kisasa zaidi, ambayo inaweza kusaidia kwa asilimia kubwa sana wewe kuweza kupata mafanikio katika ufugaji wako. Kitu cha kwanza, hebu tengeneza loko keji. Kabla utaanza loko keji, tengeneza banda zuri ambalo linaweza likakusaidia wewe kufuga kuku asipate changamoto ya aina yoyote za banda ambalo linaweza kukusaidia katika namna moja au nyingine katika ishu nzima ya ufugaji. Banda hilo kwanza liwe na ventilation ya kutosha, yani liwe sehemu ya kupitisha hewa nzuri, pia liwe na upana mzuri ili wewe uweze kufuga kwa nafasi nzuri. Njia nyingine pia, hilo banda lako hakikisha lina uwazi wa kutosha kupitisha hewa na mwanga ili tusiweze kuwanyima sana kuku ile hewa, kwa sababu kuku watakapojazana katika hilo banda, tafsiri yake na kile kinyesi kitatengeneza kama mfukuto, watashindwa kupata nafasi nzuri ya wao kupumua, au ukuaji wao unawezekano waweza kudumana. Ishu nyingine pia, hebu tengeneza keji za kuku. Ita mafundi a kutengenezea keji za kuku. Sisi ufugaji bora tunajihusisha na utengenezaji wa hizi keji na ndio hizi ambazo tunazionyesha na sio kila kampuni wanaosema wataenza keji, wataenza keji kwa viwango vizuri. Hapana, pata kampuni nzuri ambayo watakutengenezea keji vizuri na wao wanakushauri, yaani watoe ushauri wa kitaalamu kwamba hizi keji zinasaidia moja mbili tatu katika keji hizi zina changamoto gani, lazima wakwambie. Na changamoto, kuna kitu ambacho hakina changamoto katika ishu nzima ya ufugaji au ishu nzima au ishu yoyote ile ya kibiashara katika maisha yetu ya kila siku? Kwa hiyo hizi keji pia zina changamoto, kuweke wazi katika changamoto zao. Na pia usitengenezewe keji zikawa hazina milango. Kuna watu wanatengeneza keji hazina milango, nakuta umepata fundi wa kuchoma tu, kaiona picha mtandaoni, kaanza kuchomea. Sasa utakula hasara kwa sababu utakapomuita fundi mwenyewe wa keji, tafsiri yake kuja kufanya lipea, lazima atakuchaji pesa, kwa sababu hiyo kazi imeshaharibiwa na mtu mwingine. Sasa tafuta fundi makini ambaye anaweza kukusaidia wewe kutengeneza keji yenye kiwango kizuri, iwe na ubora. A yeah, ishu nyingine pia upate elimu kuhusiana na masuala ya keji, kwamba hii keji inasaidia wapi, moja, mbili, tatu, changamoto hii hii kazi ya hii inafanya nini, ili wewe unapoanza kuitumia usiwe mgeni kiasi kwamba mpaka ukaharibu au usione ladha ya ufugaji wa kisasa. Mimi kama Baraka Joji Udoba na kushauri kitu kimoja, unapoanza kufuga bora uka risiki katika ishu ya miundo mbinu, ili baadaye uje upate faida kwa sababu hii sio miundombinu ni ya mara moja. Tafsiri yake kama utajenga banda mwaka huu 2025, 2025, tafsiri yake mpaka 2028, 29, 30, tafsiri yake utaendelea na hilo banda tofauti na ununuaji wa kuku kwa hiyo, usikimbilie sana kwenye kununua kuku na bajeti ya vyakula wakati miundo mbinu yako hujairekebisha vizuri. Kwa maana hiyo hiyo miundo mbinu itakuja kukusumbua baadaye tafsiri yake kama kuku wataanza kufa, hautokuwa hauto na faida ya aina yoyote kama hukurekebisha miundombinu katika kipindi cha mwanzo. Kwa hiyo jenga mabanda yako vizuri, hiyo ndio fakti namba moja, yani tengeneza miundombinu ikae vizuri kuliko kitu kingine hii misingi mingine ya kuhusiana na swala ya vifaranga, chakula, manaake vifaranga haviwezi kuwa na gharama kubwa kuzidi miundombinu. Kwa hiyo tengeneza kwanza miundombinu yako ikae vizuri, ili ukiingia hatua ya ufugaji basi usitetereke. Karibu Ufugaji Bora tukuhudumie.